Umefanya ndugu yako Chumvi nyingi imeshatutoka, amefariki, amefariki, amekufa. Katika maisha yako kimoka utaweza kunenepa, wallahi na kuapia madinuka, Allahu labi madinuka eh? <tos> <tos> <tos> <laughs> Yatupaswa sisi tuwe mfano wa kuigwa kupitia huyu tunayemuona hapa. Tulikuwa naye juzi, tulikuwa naye majuzi lakini leo tumekuja kumpumzisha katika maisha yake ya milele. Eh. Chumvinyingi amefariki. Sakalatul mauti. Sakalatul mauti. Sakalatul mauti. Sakalatul mauti.

Nini mmemburuza Champo? Ah, uh, mkuungwa, mimi ni kijana wako shupavu na sijawahi kusema uongo, nitasema ukweli daima milele na milele, amen. Kwa hiyo mkuungwa, Champo amekuja hapa amedondoka na kulalamika, ana maumivu makali sasa. Sisi, kwa kuona haya ya kumweka hapa hadharani na kuzidi kuumbuka, tukaamua tumburuze pia tumweke ndani, kwa sababu sisi ni vijana dhaifu, hatuwezi kumnyanyua mtu kama yule. Umemuona mwenyewe, mtu mwenye chibonge mnene, eh? Kwa hiyo tukaamua si kumburuza, kumweka ndani. Kwamba Champo ameumia? Kwa tafsiri hiyo Champo ameumia. Hapana, mkuu, Champo ajaumia. Ah, ah, jamani, Marunu, mbona mnafiki sana? Ndio hivyo kaka. Baada ya kumuona Kisante anauliwa na mjomba wake mwenyewe. Baya zaidi tukakutana mjomba wake macho kwa macho. Amnikimbiza sana. Mwisho wa siku nikajificha sehemu ndio yeye kupita. Lakini kaka, ilikuwa hatari sana. Nikakimbia moja kwa moja kuja nyumbani haraka iwezekanavyo. Ah. Hapo kwenye kukuona ndo kuna shida, laiti kama angekuja kuona, basi ingekuwa kidogo kuna ahueni kwa sababu amekuona, basi natubidi moja kwa moja tuende kwa mwenyekiti wa kijiji tukamwambie, ili mradi aweze kutupatia hata ulinzi. Ah ah, hapana kaka, hapo tutajiongezea matatizo. Akija kujua mwenyekiti anamtafuta, atamtafuta mimi ili apoteze ushahidi. Tafadhali kaka, tusifanye kitu hicho. Hivi jamani, mkulungo mtu adondoke kama gunia ya viazi, ashindwe hata kuteguka nyonga? Ehe we baba we kaka nakuita mara tatu, basi kuwa na roho ya haya, kuwa na moyo basi ha? yaani sura hivo kuparama na roho yako ndo iko hivyo hivyo, kweli jamani. Haa, vibaya hivyo. Acha kwa sasa hivi, sicho kilichonileta, kilichonileta, kilicho nileta ni hichi. Hiyo tutaongea baadaye, siniwe, siniwe rimme kasha kuwa vampaya chogo sasa hivi anang'ata au acha shoboe mambo mengine hayakuhusu, si eti mkurungwa. Ah, dasubira uoga wako ndio utakao kupelekea wewe kupata kifo tena kifo cha kihoro. Tunachotakiwa ni kwenda kwa mwenyekiti na kumwambia kila kitu, kwa sababu hapo hata kama ukijificha ndani usiende kusema kwa mwenyekiti, lazima atakutafuta ili akuue, kwa sababu ameshakuona na hata ukienda kumwambia mwenyekiti lazima atakutafuta. Hii ni vita. Wewe rudi ndani, mimi naenda kwa mwenyekiti, naenda kumwambia sasa hivi. Naamini kabisa mwenyekiti anaweza akatusaidia, ukapata ulinzi. Acha ujinga dada hangu. Ah, mfikisha? Ndio kakaangu, nimefanikiwa kumfikisha salama kabisa. Binti yangu basi sawa, mimi natumaini atafika salama na hakuna kitu chochote kile kitakachoweza kumzuru. Nashukuru sana kakaangu, nashukuru kwa yote yani. Ila kaka, kuna kitu nataka nikuulize, maanake kinanishangaza Siku ile tulikuwa tunakuja na Sasha. Toka tulikotoka mpaka tunafika hapa, kwenye kile kijiji ambacho ulikuwa unakaa wewe, hatukukuta mtu yoyote. Yaani mpaka tunafika hapa hatukupishana na mtu. Nikasema labda ameenda mashambani. Lakini leo pia wakati namsindikiza Sasha, yaani hatukukutana na mtu mpaka narudi. Nikasema mm, hapa kuna kitu. Nikirudi lazima nimuulize kakaangu. Kuna nini? Mmefanikiwa mliko kwenda? Hapana, tumefika eneo husika, lakini hatujamwona yeyote. Sawa sawa. Kama ungenidanganya huyo ungeniambia. Hana sifa ya kunificha hata kidogo. Sasa nikwambie kitu, na kazi kubwa sana ya kuandaa jeshi langu nadhani midhali ya muja muona yupo maandalizi ya kuja kuvamia ngome yangu, autakiwi kutoka hapa. Sawa sawa, neno lako kwangu ni sheria, Rubanza. Hapa ukipenda niite Kindepe, sitokwenda kokote mpaka anahakikisha mpango wako unakaa sawa, sawa. Sante. Una salama kweli, wanakijiji wako wapi? Usalama hakuna kile kijiji kimepigwa laana, na ndio kilichopelekea mimi mpaka kuhamia huku, na aliyekipiga laana kile kijiji ni marehemu rafiki yangu, lakini wakati wa uhai wake aliwahi kuniambia kitu kimoja tu, pindi yeye atakapoondoka katika hii dunia kuna kitabu cheusi, na hicho kitabu cheusi kuna maandishi ambayo napaswa kuyasoma ili kukingwamua kile kijiji na kurudi katika hali yake ya kawaida. Na sio kusoma tu, baada ya kukisoma napaswa nikichome moto. Nikisha kichoma moto tu, hali itarudi kama zamani maana sasa hivi wana kijiji wamejifungira tu ndani. Oya, hiki nini iki, mshikaji wangu, mbona sielewi? Steno pandugu, yani ulivyokuwa wewe uelewi hata mimi sielewi, yani ni mbengele mbengele mbangala, mbangala. Eh hey, mjomba, pia najiuliza yule mwanamke ambaye tulikamatwa naye yuko wapi? Ah, nasikia kuna chumba cha pili hapo, kuna wanawake nasikia lakini maisha tutaishi mpaka lini ndugu yangu? Unasikia steno? Ng'ombe wa maskini azae kuna kata naweza kaza chupa alafu ikawa ni sawa tu. Mimi na wewe tuko humu ndani na tupo katika mfano wa chupa na hiyo chupa hatujui jua litafunika ni nani. Kwa hiyo hatujui mzee wangu. Mimi nafikiri tuvumilie yetu, wakati ukifika itakuwa okay. Maisha yetu kila siku yamekuwa maseke kaka. Tukitoka kwenye hili tunaingia kwenye hili ngariangaribamnyori time is makangabiriti plevangu wa magereza unahitajika na mkurugenzi pale. Wakiamini mchana ni usiku na usiku ni mchana. Lakini sio hivyo tu, kuna kijana hapa alikuja. Wewe hukupata bahati ya kumuona ila mjomba wangu Sasha alimuona. Yule kijana na matatizo yake, na mimi nilichokifanya ni kumchukua na kumpeleka mtoni. Cha kushangaza, nilipofika kule mtoni yale maandishi niliyoelekezwa niliyakuta mgongoni kwa huyo kijana. Na katika kuchunguza kwangu nimegundua kitabu cheusi ni yeye huyo kijana, kwa maana ni mtoto huyo marehemu rafiki yangu. Oya mina balo, lakini narudi kiukweli mnanichanganya sana. Unaponiambia naitwa nje, kuna uongozi, usitaki kuniambia kwamba katiba ya nchi imebadilishwa na rais, sio Mama Samia tena? Mpunda, ina maana ujui kama kila baada ya miaka kadhaa uongozi unabadilika? Haya, huwezi kujua kama unaweza ukaachiwa huru au kaendelea na mateso. Namae mm, sawa, twende. Umesikia sasa? Wow, so kama itakuwa ndo msamaha kama alivyosema mshikaji. Vipi bwana, nizingatia na mimi mwanao juu huko, niko ndichi. Mzee usijisahau, subiri nikwambie steno sawa, no. Sa, babu sia mwenyewe alitoka kwa msamaha wa rais, lakini alivyotoka akumsahau kijana wake papii. Kocha, naenda narudi na ku promise, utachomoka hapa, nikamweleza ili kuweza kukikomboa hicho kijiji basi ni lazima ni yasome maandishi yaliyokuwepo katika mgongo wako, na baada ya hapo unatakiwa ufe, na ukishakufa lazima uchome moto, umchome moto. Naye amekubali. E, amekubali maana asipokubali kijiji hakiwezi kukomboka. Kwa hiyo lazima akubali ili kijiji kirudi kwenye hali yake, kwa maana mchana huo mchana na usiku baki kwa usiku. Lakini mama yake ametekwa na watu wabaya, ameniahidi nimsaidie aende akamwokoe mama yake. Akishamwokoa mama yake atarudi hapa.

Jamani tati, kwani mimi nimewakosea nini? Jamani nyinyi, eti mjomba e. E, tati basi tutaumizana. Ah, ee, jamani sisi sio utumbo hivyo. Oho, we kaka we, eh. Unadhani atarudi kweli? Kama kuna habari za kuchoma moto atakuja kweli huyo? <laughs> Wacha hata kama asiporudi, lazima nimfuate nikamchukue na arudi hapa ili aje kutimiza nadhiri aliyoiweka. Eh, nashukuru kakaangu kwa kunipa hizi taarifa. Maanake mimi ni kwa sijui. Mi niko ndani kaka, ngoja niandae chakula, utakapomaliza kuswali basi tupate chakula kwa pamoja, sawa? rudi ndani huko, mm. Mkulungwa, hata mi shujaa wako, shujaa wa Afrika, nirudi ndani kisofa. Bandugu machete, nakukumbuka weye, nakukumbuka. Ah, sijakusaa wewe. Umenipeleka katika matatizo hivi? Wewe si umemwaga mboga? Sasa mi leo hapa namwaga ugali mazima, hakuna kinachopatikana. Usinizoe. Je, umenielewa? Je, umenisikia? Acha mauzauza. Upo? Aya, nenda nani? Aya, naenda ikitatu wanaisha kama kuku, unaajiri watu yote kwa faida yako. Ungejiuliza, tukifa tuna kwenda api? Je, uko tunapokwenda? hivi kichwa filimbi. Mimi najaribu kujiuliza wale wote wanafanyiwa kama vile ama, maana inamchanganya kisofa Leo mi niko siliazi, sitaki utani, ilojina silitaki. Sasa unaniuliza swali gani? Kila mtu atakayekuja hapa lazima afanyiwe vile. Ni mimi na wewe tu ambao tulinusulika, ni kwa sababu mimi na wewe inasemekana tulikufa, ikazikwa migomba yetu kwao. Tulivyofika huku hatujafanyiwa vile kama hao hao wanafanyiwa vile kwa sababu ya kubadilishwa akili, kwa sababu wamekuja hapa wazima. Kwa hiyo wanabadilishwa akili, wao machizi, kama ilivyokuwa mkulungwa livyokuamkaowaajua. So, chumvi nyingi ametoroka, kwa hiyo wao kwenye mafikirio yao wanajua chumvi nyingi kaenda kule kujipanga. Kwa hiyo wanaongeza kikosi, eh, ili wa, wajipange kwa ajili ya lolote litakalotokea hmm. Unajua, mimi yule bonge pale, namjua yule, alikuwaga kule askari mmoja mnoko mnoko. Ah, wale wazee askari shirikishi wale, muona bwana. Na kuna mwingine pale alolala chini yule, eh, aloniita, na wajua, sikilize vizuri vijana wako walikuwa wanajaribu kutoroka. Hawanielewi vizuri, ni naona zaidi ya upeo wa kuona. Niliwastopisha mara moja na nikawakusanya, nikawapeleka kwenye ngome yangu. Nishawabadilisha akili, watanitumikia mimi, si mtu mwingine. Labda nikuulize kitu, kwa nini nyie wanawake munakuwa walimu wenu vipofu. Unavunja makubaliano uliokubaliana na mimi. Baada ya kuwabana vijana wako, wemesema ukweli. Wewe wa kutembea na ule kijana. Nini makubaliano yetu? Nini ahadi zetu, mimi na wewe? Aha.